Hapa leo nataka anataka tu, tufanye trade recap hapa kwenye pair GBPUSD. Kwa nini nimebuy? Kitu gani kimeashiria mimi ni buy? Umeona, sasa concept ni hii hapa, always mimi na trade pullback kulingana na strategy yangu ya SBS, swing break strategy. Always na trade pullback vitu ninavyotakiwa, vitu ninavyozingatia, kwa cha kwanza huwa nazingatia market buys, i mean trend, yeah, all na trend. Nikishajua trend ya soko kwamba, let's say, mfano soko linaenda chini, huwa linakuwa na series ya lower high, lower low, lower low, low, i mean lower low low high, lower low low high sasa, lakini ikiwa ni series ya, up, ya uptrend tunakuwa ni high high high low high high high, high, low high, high, high. So haya matendo kupitia mimi, kupitia haya matendo ndio napoenda kujitafutia nafasi za ku take entry kama ni kubai au kuselira, cha msingi kabisa nachozingatia mimi ni market direction au momentum, ina majina mengi sana. Ingine inaitwa trending, ingine inaitwa momentum, ingine inaitwa buzz. Vitu ni vingi, lakini concept ni ile ile. So baada ya ku observe a, ah, ah, ah, matendo, huwa kuna kuna, kuna trend line nyingine, i mean kuna direction nyingine. Market unaweza kukuta haiko kwa mtendo huu, imekaa kama series ya ina consolidate, yani haitoki pale pale. Sasa mara nyingi huwa si trade. Mimi na, mimi na trade kile kitu ambacho kinaeleweka ambacho ni rahisi pia na mimi kukielewa. La ndo mfano kama hapa kichotokea katika pair ya GBPUSD ni kwamba ni kwamba price iliweza kunitengenezea high high ambayo ndo hii ikaja ikashuka ikatengeneza high low saa ikaanza kufanya liquidation hizi hapa ndani, hizi wengine tunaita liquidation, wengine wanaitwa inaitwa aina majina mengi, kwa ufupi aina majina mengi. So baada ya hapo price ilikuja ikatengeneza high low, baadaye ikatengeneza high, high new high. Umeona? Sasa baada ya kutengeneza new high ambayo ndio ndio ndio hii hapa ndio hapa, hii ni new high sawa. Kwa hiyo baada ya price kutengeneza new high, na wait for pullback. Pullback ni hii, unaona hii hapa, hizi ni intermediate trend is hii. Kwa hiyo price inarudi kufanya retracement katika previous area, previous area ni hii hapa. Kwa hiyo baada ya hapo itakuja kutoa, kuna video ambazo kama bado hujazipata Yes yeah, better than check, ili niweze kukupatia, ambazo zinaonyesha jinsi ya kuchukua entry. Yani, entry inakuwa ni hapa, then target ni hii hapa, target inakuwa ni hii hii hi kama -hi. wana ndo kama hivi. So hii ni time frame kubwa katika wiki hii, let's say, tuingia katika 4 hour hapa ya wiki hii, pia price iliweza kutengeneza hai hai, kama hapo navyoiona, hii ni hai low, hii ni hai hai hai hai yeah. So baada ya hapo price kuja kufanya, imefanya pullback then hii hapa imeondoka, ndo kama ndo kama hivi tunavyoona hivi. So, vitu vya kuzingatia sana katika forex ni market structure yani Sikwambie mtu, market structure ndiyo kila kitu. Strategy zote duniani market structure. Zingatia sana market structure. Karibuni sana anytime.